Nam, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba hali imeendelea kusalia tete katika eneo la Ang'ata Barikoi mpakani mwa eneo la Transmara kaunti ya Narok, ambako watu watatu walipigwa risasi kwenye mvutano wa ardhi. Inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja leo hapo jana akiwaongoza maafisa wa usalama kuzuru eneo hilo aliagiza kuhamishwa kwa maafisa wakuu waliokuwa wakihudumu katika eneo hilo. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Crispin Otieno, Kanja amesema polisi aliyehusika kufyatua risasi iliyowaua watu hao atabeba msalaba wake, siku moja baada ya machafuko kukumba eneo la angata Barikoi kikosi cha usalama kikiongozwa na inspekta jenerali Douglas Kanja kilitua katika uwanja wa shule ya msingi ya Angata kwa lengo la kupata suluhu ya kudumu. Wenyeji waliofika hapa kwa takriban saa moja wakisimamisha mkutano hadi pale mbunge wa Imurua Dikir Johana Ng'eno atakapoonekana. Maafisa hao walilazimika kutuma ndege kwa kiongozi huyo ndio mkutano huo kuanza rasmi. Kanja ambaye aliambatana na mkuu wa idara ya DCI Mohamed Amin wakitoa nafasi kuwasikiliza wenyeji waliojawa na ghadhabu na maswali chungu nzima. Naomba unisikilize kwa makini kwa makini. Wewe unasimamiwa polisi Kenya mzima. Alafu polisi ameua watu mkaia ya kwanza sita anutanau ni polisi ina uniform kama ya, ya, ya kwa na teto linatengenezwake kama nyinyi ni sikali mara mbili inatengenezwa ya kwanza, alafu unaangalisha ingine ya pili. Sasa ni sisi au ni nyinyi? Viongozi wa Transmara waliohudhuria mkutano huo pia wakielezea ghadhabu yao na uhalisia wa mambo wakitaka mabadiliko ya mara moja kwa wakuu wa usalama eneo hilo. Nani aliwaambia nyinyi mtume askari kupiga sisi? County Commissioner was not aware of any operation here County commander was not aware of any operation here. How do you order an operation of that magnitude without even informing the county commander? And I don't even understand whether you know it. Hii style ya kupiga watu kichwa ilitoka wapi IG. Hii ya kupiga kabisa risasi yenyewe by the time una pull the trigger you know somebody's life is about to end. And that person is in uniform. Surely IG. You don't want that to be your legacy Kanja aliponyanyuka kuhutubia umma akisema uchunguzi wa kina tayari umeanzishwa kufuatia kisa hicho, akitaka kila mmoja kubeba msalaba wake. Polisi yoyote ambao ame operate outside the law, anabeba msalaba wake, tuko pamoja. Hayo yanajiri wakati ambapo barabara kadhaa zilisalia kufungwa eneo hilo kwa siku ya pili, shule kadhaa za umma vilevile zikisalia mahame tangu vita kuzuka hapo jana na mjapo wa hali ya utulivu umeanza kurejea katika eneo hili la Angata Barikoi, wenyeji wanasema kwamba watahakikisha kwamba wamebeba msalaba wao na kufunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria. Prispitino, runinga ya Citizen, eneo la Angata Barikoi, kaunti ya Narok.